Yes, mwana Sawa Sawa Digital, kumekuwa kuna magonjwa mengi sana ambayo e, yanatokea katika e, maisha yetu ya kawaida. Kila mmoja anakuwa anasumbuliwa na gonjwa lake yeye kivyake, lakini pia mmoja kati ya watu ambao pia wanasumbuliwa sana na magonjwa ambayo ni tofauti tofauti ni wanawake. Na hapa niko na habari yao njema kabisa kuhusiana na e, swala zima la, la, la, la, la, la maswala mazima ya saratani. E, nikizungumzia saratani I think, kila mmoja anakuwa ananielewa vizuri. Sasa dawa mpya ya e, e, e, kudhibiti saratani ya matiti iitwayo Capivasertib sasa imeanza kutumika nchini Uingereza e, bana. Uingereza mpaka sasa hivi mpaka tunapoongea mimi na wewe wamekwishaanza kuitumia dawa hiyo ambayo ni ya kuzuia saratani ya matiti ambayo e, wanawapata wanawake, au sio au wanawake zetu. Dawa hii huzuia protini aina ya AKT ambayo husababisha seli za saratani kuongezeka ambapo husaidia kupunguza na kusimamisha kabisa kusambaa eh, kwa saratani katikati ya mwili au ndani ya mwili. So dawa hii inazuia, ina, ina au inasitisha kabisa maambukizi kutoka sehemu moja na kwenda nyingine. Unajua, katika magonjwa eh, unaweza ukawa una, unaumwa, lakini eh, kadri damu inavyozidi kuzunguka katika mwili wako ndio inasababisha kwamba magonjwa endelee eh, kutandaa au kutawala katika mwili wako. Sasa dawa hii ukinywa tu inaweza kuzuia ule mzunguko wa, wa, wa, wa, wa vimelea au virusi ambao vinakuwa eh, vinakuathiri. Sasa wanasayansi wamekuwa wakifanyia kazi dawa hiyo kwa zaidi ya miaka ishirini na sasa eh, wanaamini kuwa ndio yenye ufanisi mkubwa zaidi kuwahi kutokea au kuwahi kuonekana kwa wagonjwa walio na saratani ya juu, hatua ya juu kabisa, yani kwa wale ambao saratani imeshafikia ukingoni au tunasema imefika juu sana ambapo mtu anaweza asitoboe eh? nikimaanisha kwamba anaweza asipone kwa haraka zaidi so dawa hii imekuja kuwa mkombozi na itasababisha watu wengi kuweza kupona kwa marekani tayari imekwisha kuanza kufanya kazi tunajua wenzetu kule eh, teknolojia yao iko juu sana kwa hiyo vitu kama hivi sio si, si, si, si, si, si, si, kitu cha kushangaa kwa upande wao kwa sababu wao tayari wameshafika mbali katika masuala mazima ya e, kiteknolojia, lakini pia tutategemea hata Afrika au nikimaanisha Tanzania, pia kuna baadhi ya watu wengi ambao wanaumwa na saratani ya matiti na wanatamani sana kuweza kupona. So dawa hii itakapoweza kufika basi itasababisha kuweza kupona kabisa kabisa, na sisi kama Sawasawa Digital tutakuwa e, sambamba kabisa kuweza kukupa taarifa ya habari au taarifa za habari zozote kuhusiana dawa la hizi lakini, pia e, ishu nyingine ambayo inahusiana na masuala mazima ya kiafya. Endelea kutufuatilia katika mtandao wetu wa, wa YouTube, subscribe channel yetu kwa sababu habari ni kiganjani mwako tu.